Karibu katika darasa nambari 58 uh, katika darasa zinazotoka katika, katika kitabu cha khudha aqidataka min alkitabi wassunna, darasa zinazozungumzia masala ya i'tiqadi na tauhidi. Tuko katika ukurasa nambari 28 katika unwani inayosema asunnatu wal bid'atu, sunna na bid'a. Je, msamiati huu, kabla hatujaangalia maana yake, umekuja katika misamiati hii, yaani as-sunnah wal bid'ah? Je, misamiati hii imekuja katika matamshi ya mtume sallallahu alayhi wasallama? E, aljawabu, naam, jawabu ndiyo, misamiati hii imekuja katika mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama e, kwa hivyo ni wajibu wa Waislamu kuyatambua na kuyajua mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama e. Imekuja katika riwaya mbalimbali <coughs> kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa mara nyingi katika hotuba zake akisema e, inna ahsana alhadithi kitabullah, hakika mazungumzo yaliyo mazuri sana kuliko mazungumzo yote ni mazungumzo ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa khaira alhadi, na bora ya maelekezo na miongozo, hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ni maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, wa sharral umuri muhdathatuha, na mabaya ya mambo katika dini, wa sharral umuri muhdathatuha na mabaya na mashari ya mambo na ya shari ya mambo katika dini ni yale mapya yake, wa sharrul umuri muhdathatuha. Tunasema katika dini kwa sababu wanawachuoni wamekubaliana kwamba hakuna shari katika mapya ya dunia e, katika dunia kila tukileta mapya ili ilimla, mradi hayana madhara na si katika haramu, na asili ya dunia ni halali e, hakuna hakuna tatizo hakuna tatizo kuleta mambo mapya katika dunia, lakin ishkali ni kuleta mambo mapya katika dini. Na hili ni jambo maakul kwamba watu wote wanajua, wasomi na wasiokuwa wasomi, kwamba dini nzuri ni ile ya zamani, ya zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama. Wa shara lumuri muhdathatuha wa kulu muhdathatin bida, na kila jambo ambalo ni, ni jipya jambo hilo ni bida. Wa kullu bid'atin dalalah, na kila bida ni upotevu. Kwa nini kullu bid'atin dalalah? kwani hakuna mambo mazuri e, yana, yanaweza watu wanaweza wakayagundua na wakayaingiza katika dini ambayo hayakuwemo? Hiyo sio maakul. E, pamoja sio maakul tukiweka mbele yetu kauli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu watmamtu alaykum niamati e, wa waradhitu lakum lislama dina. Hii leo katika hiyo siku baada e, al yani, ya aya yahii mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa siku 81 kama wanavyosema almufassiruna siku 81 fantaqala ila rafiqi lala, akaelekea kwa mola wake, yani tufia rasulullahi sallallahu alayhi wasallama Akafariki mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo katika hiyo tarehe hiyo, katika hijjati alwada, katika viwanja vya Arafa akateremshiwa aya hii na akaisoma alyawma akmaltu lakum dinakum, hii leo nimekamilisha dini yenu. Uh, waatmamtu alaikum nimati, kukamilika kwa dini tafsiri yake ni kukamilika kwa neema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na hii inafahamisha kwamba watu wakishikamana na dini ndio wanakuwa wametengeneza miundombinu mikubwa sana ya kupata rehma za Mwenyezi Mungu jalla waala. E, rehma za Allahu jalla waala zinapatikana kwa kutekele, kwa kushikamana na dini. Ndio maana hili neno la ni akmaltu, lika, li, la akmaltu ambalo linamaanisha dini imekamilika likaambatana na wa atmamtu ambalo linamaanisha neema zimekamilika. Kwa hivyo watu wakipunguza kitu katika dini wanapunguza kitu katika neema za Mwenyezi Mungu azza jalla, atmamtu alaikum ni'mati waradhitu lakumul islama dinan, na nimeridhia Uislamu kuwa iwe ndiyo dini yenu. Kwa hivyo e, ikiwa, ikiwa dini imekamilika na mazuri yote yamekamilika ndani ya Uislamu, maana yake nje ya yale yasiyokuwa ambayo hayakuwepo wakati aya hii ikiteremka, hayo si ya kheri, hayo ni katika yashari. Na ni vizuri sana mtu ajiulize aya hii imetoa tu taarifa. Aya hii haijasema fanyeni kitu fulani, acheni kitu fulani, lakini imetoa taarifa. Kwani hii taarifa ilikuwa ina inamaanisha nini? Hii taarifa ilikuwa inakusudia kutaja neema E, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amewaletea Waislamu e, kwa sababu e, sheria zote zilizopita zilikuwa hazikukamilika kwa mujibu wa adila nyingi, zilikuwa ziko nusu nusu, baadhi baadhi baadhi baadhi. E, a, e, tulipo alipotumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa mazuri yote ya sheria zote zilizopita na yale yenye mapungufu ya sheria zote zilizopita yakaachwa, akapewa mazuri mangine ikajumuishwa hiyo ikawa ni dini imekamilika. Kwa hivyo hakuna kheri nje ya, ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo likitimia, ukiongeza kitu unaharibu haribu. e, ni kama vile katika testi ya chumvi, ukiongeza kitu baada ya kuwa imetimia unaharibu. Kama maji yamejaa, ukiongeza maji mengine hayo, unaongeza atamwagika. Kama hayakumwagika yenyewe, basi hata chupa kwa nguvu yataenda kuyatoa yaliomo, kwa hivyo utaingiza mangine na utatoa yaliomo. Hivyo ndivyo ilivyo katika masala ya kutia kitu katika katika dini. Kwa hivyo misamiati hii, yani miwili, asunnatu walbida, imekuja katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamko la sunna limekuja mara nyingi sana, fa alaikum bisunnati wa sunnati lkhulafai rashidin, shikamanini na sunna zangu na sunna za mahalifa wangu waongofu. Ni e, nini maana ya maneno haya? Neno asunna lina tafsiri nyingi katika istilaha ya ilmu ya dini e, zaidi ya tatu, ama tatu, ukiondoa istilahi ya kilugha, istilahi ya watu wa, watu wa hadithi, istilahi ya watu wa fiqhi, istilahi ya watu wa aqida ambayo ndio hii tunayo katika darasa yetu ya leo. E, tafsiri rahisi kwa uelewa wangu, assunna ni hii dini. Dini yote aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaitwa assunna, ikiwa imebakia katika hali yake ya, ya kuhifadhika katika hali yake ya uorijinali wake inaitwa assunna. E, ikiwa kuna kitu ambacho si katika dini e, kikidaiwa kuwa ni katika dini bila shaka hicho kinaitwa ni ni, ni fake yani, kinaitwa ni, ni dini, kinafananishwa na dini, kinahusishwa na dini, lakini si katika dini. Kwa hivyo hicho kitu ni cha kughushi, hicho kitu ni fake. hicho fake ndicho kinachoitwa albidaa. Kwa hivyo eh, matamko haya mawili eh, ni tamko na kinyume chake. Sunna ni dini, dini original, na albidaa ni dini fake. Dini original ni dini ile aliyo kuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioichukua katika Qur'ani na, na, hadithi, na hadithi zake sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa jambo halimo halihusishwi na dini na, na halifai, litaitwa tu ni haramu, lakini litoitwa ni bidha. Linaitwa bidha, bidha, likiambiwa liki hili hili ni dini e, kuna hadithi hapa, tutazitaja miongoni mwazo ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bidatin dalala, na kila bida ni jambo la upotevu wa kullu dhalalatin finari, na kila dalala hukumu yake ni motoni. e, hiki ni kipande cha hadithi ambayo tumetangulia kuitaja. Hadithi hii ni sahihu, rawahu ahmad wa ghairuhu, imepokelewa na alimamu Ahmad na wengineo katika wapokezi wa hadithi. E, jambo la mwanzo ambalo tunajifunza katika hadithi hii na zingine za mfano wake ni kuwa e, Uislamu una msimamo wa kukataa e, jam, mambo mapya katika dini. Huu ni msimamo wa Uislamu. Kwa hivyo kabla hatujavutana sisi kwenye lipi jipya lipi si jipya, hiyo ni mada namba mbili mada namba moja na tuafikiane kwenye hili jambo ambalo halina ikhtilafu kwamba dini ya Kiislamu haitaki mambo mapya e, jambo la pili ni kwamba ile dini aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwa uhakika bila ya mashaka, ule mwenendo alioishi nao mtume sallallahu alaihi wasallama na masahaba, kwa uhakika bila ya shaka, hiyo ndiyo dini ambayo anairidhia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na uwezekano wa sisi kuwa katika salama upo kwenye ku, kuwa na msimamo kwamba mimi nitafata yale tu aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sura ile ile aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swala la kuwa umefikia viwango ama haukufikia viwango ni swala lingine, lakini iwe pupa yako na nia ya yako ni kupita katika yale tu aliyopita nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni salama zaidi kuliko kinyume chake ukasema kwamba hili halifanani kihivo na alilokuja nalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafanana, fanana e, na hakufanya mtume, lakini e, halitoki kuwa ni katika mafundisho ya mtume, ukawa unalazimisha una, unajaribu kuliingiza ukipita katika mapito haya, unatengeneza uwezo, uwezekano mkubwa wa kuwa unafanya bidaa na kuwa umepita katika mapito yasiyokuwa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi naona msimamo mzuri kwa mimi maamuma ni kuwa mashekhe wakizungumza, e, ikiwa watasema, kwa sababu wakati mwingine wanasemaga jambo hili halikuweko wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini ukiliangalia limo, angalia halikuepo, alafu limo katika dini, mtume akufanya, lakini limo katika dini. Haya yako mangi, mifano yake Eh, huyu anaweza anakuingiza ana katika uwezekano wa kuwa wewe una mkhalifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini tusitosheke na yale aliyoyafundisha mtume sallallahu alaihi wasallama akaya practice, na masahaba wakaya practice, yani wakayatekeleza na wakayafanya na Mwenyezi Mungu azza jalla akasema nimeridhia dini hii. Kwa nini tuchukue mambo mangine ambayo yanatutia katika ishkali kubwa na sisi wenyewe tuakiri kwamba hayakufanyika wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama. Kuna suala la msingi, mtume sallallahu alaihi wasalama eh, alizungumza juu ya mambo mapya yatatokea, si katika zama zake, yatatokea baada yake, na mtume sallallahu alaihi wasalama hiyo baada akahitaja kuwa ni ya mapema sana, pale alipowaambia masahaba man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, ambaye ataishi katika nyinyi ataona mambo yanayokhalifiana dini mengi. Kaangalie hii tafsiri fasayara ikhtilafan kathira, ataona mambo mangi yanayokinzana na dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapa msimamo maswahaba, msimamo wa uoga, ambao ni msimamo salama kuliko kuwa ni wajasiri katika kutia mikono kwenye dini, akawaambia shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo, na mwenendo wa makhalifa waongofu, yani a e, nyinyi mjitahidi kwamba msimame na mwenende mwabudu, mufanye miamala kama hivi nilivyofanya mimi. Na hili jambo mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema jambo ambalo haliwezekani, na ndio hali ndiyo njia mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadithi hii kwamba ndiyo njia ya salama. E, wakati umekwenda, tuta tutakutana katika darasa inayofuata ambayo itazungumzia ma hiya albidhatu fi dini, bidhaa katika dini ni jambo gani. Tutakuja tuanzie hapa katika katika nukta hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza kwamba bidaa zitatokea, alitoa msimamo gani? Maanake alipresent kuwa ni kitu kibaya cha hatari kitakachokuja kuwapotosha kita watu na kuwatoa katika dini ile original, aliwapa hali gani? Aliwapa ufumbuzi gani? Mtume Muhammad